Seme karibu sana kama vyama vya upinzani, lakini moja ambayo ningependa kusema kuna kauli mbiu moja ya mheshimiwa rais anasema, kazi na utu Mfunga. na utu napima wakati wa angioamaniahuk moja ambayo nataka nizungumze ni kwamba kwenye kazi na utu, waheshimiwa madiwani na viongozi mbalimbali na wakuu wa idara na mkurugenzi, tuna jamii huko nje ambao wanahitaji kupata usaidizi kutoka kwetu. Nakumbuka wakati wa ziara ya mheshimiwa rais, kuna mzee mmoja alinifuata akasema, bwana, wewe kama chama cha upinzani na tatizo langu, nahitaji unifikishie mahali wana bango nikamwambia, ah, hilo bango liache kwanza. Sasa kwa kuwa tunafanya kazi na utu, yule mzee ana muda mrefu sana mpaka sasa hivi. Ana katheta anatembea naye. Sambo ni baruti. Ana katheta anatembea naye kwenye suali yake. Alifika hapo hospitali ya wilaya. Sitaki niseme alijua nini, lakini ukweli wa mambo anahitaji kusaidiwa ukiwa katika masuala haya ya kazi na utu, basi kwa kweli utu wake anadhalilika kwa kweli, anapokuwa mbele ya watu kwa ni hali fulani ambayo haipendezi. Sipokuwa tupo tunawatumikia watu na tunakoelekea tunajua ni high season, basi sehemu mojawapo ya kupunguza changamoto za kuendea kuiendea high season ni kuhakikisha tunatatua matatizo ya wananchi. Basi hilo tu naomba.